Kwanza muhtasari wake, baadhi ya wanafunzi wahuni wa shule ya sekondari Milambo iliyopo manispaa ya Tabora wataka kuchoma shule moto, wakiona cha mtema kuni kwa sababu ya vurugu zilizokuwa zimejitokeza zinazoenda kujitokeza walizozipanga. Mamlaka ya shule iliamua hakuna kufanya mahafali, wenzenu wakajiandaa kuchoma shule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 Tabora, baadhi ya wanafunzi wahuni wa shule ya sekondari Milambo iliyopo manispaa ya Tabora, zaidi ya mia moja thelathini waliopo kidato cha tano na sita, wameleta vurugu na kutaka kuchoma shule hiyo moto baada ya kuzuiliwa kufanya sherehe zao za mahafali. Mkuu wa mkoa wa Tabora Paulo Chacha na uongozi wa shule ya sekondari ya Milambo wamelazimika kurudisha nyumbani zaidi ya wanafunzi mia moja thelathini kidato cha tano na sita, na wengine kuwapeleka kituo cha polisi baada ya kuleta vurugu za kutaka kuchoma shule moto. Akizungumza, mkuu wa shule hiyo ya Milambo Sekondari iliyopo manispaa ya Tabora, akieleza kwa masikitiko amesema kuwa ikifika majira ya jioni, wanafunzi hao wamekuwa wakizima umeme shuleni hapo na kutoka kwenda mitaani kuzurura, kufanya uhalifu, uhuni na ujangili, na kutaperi watu na kufanya vurugu kwa wananchi. Lakini kumekuwa na utorokaji wa wanafunzi kutoka eneo la shule kwenda nje ya shule, lakini wakati mwingine wakitoroka, wakiwa wanarudi ili wasionwe wana wana switch off umeme, kwa maana wanazima wanazima umeme, shule yote inakuwa giza ili wanapoingia isitokee okay, kwamba kuna mtu anawaona. Sasa kutokana tabia hiyo, wakati wa kumalizia wa, mwisho wao wa masomo kawaida huwa wa wana, wanafanya sherehe, lakini walimu baada ya kugundua zile tabia ambazo ni viashiria vinavyoweza kuwafanya wale wanafunzi wasi wakati walibia mazingira, walizuia ile sherehe, kwa sababu wao walipanga sherehe ya shule na wao wanapanga sherehe yao ya mitaani, wakiwaambia tufanye hiki nda cha ndani, wao wanataka wapange kazi. Kwa hiyo mkuu wa shule na management yake wakaamua sherehe isifanyike ili kuweza kunusuru usalama wa shule. Mkuu wa mkoa ni kwamba katika shule yetu hii wakati mitihani inaendelea ilitokea taarifa kwamba wapo baadhi ya wanafunzi wana mpango wa kufanya jogging barabarani baada ya kumaliza mitihani. Tulipopata taarifa hiyo kamati ya mitihani ya, ya, ya wilaya ikiongozwa na mwenyekiti wetu mkuu mkurugenzi uh, wetu wa manispaa tulifika hapa siku ya asubuhi na kupata taarifa, lakini baada ya kujiridhisha na kile kilichokuwa kinaendelea, tulielekeza kwamba wale wanafunzi baada ya kufanya mitihani yao ambao watakuwa ni hawa ya KRF pamoja na GM wasiondoke, na tutafanya utaratibu, wataondoka kwa kusindikizwa ili kuepuka vurugu ambazo zingetokea njiani. <coughs> Lakini tulipokuwa tunaendelea kufuatilia kujua tatizo ni nini, ikabainika kwamba hili darasa la kidato cha sita limekuwa na changamoto kwa ambazo walimu wameenda kuzikuwa wameendelea kuzikontrol kadiri ya uwezo wao kwa muda mrefu. Changamoto zenyewe ni baadhi ya watoto kuwa na simu ambazo watoto waza, wa, walimu wamezikazania kuzikusanya lakini, wakienda wanakuja na zingira. Akieleza kwa masikitiko makubwa, mkuu wa mkoa wa Tabora Paulo Chacha amesema kuwa wengine wamekuwa wakijirekodi video za kuvua nguo na wengine wamekuwa wakitoroka shuleni hapo wakizurua mitaani kufanya jogging kulala na wanawake. Unatembeaje? form 6 umevua nguo, unafanya jogi? eti tumenyimwa kufanya mahafali, tutaona na chume, shule hii itachoma. Nitaona mtaichomea wapi? mkimaliza hapa, moja moja. We nini, toka getini hapo tendi, tusikukute hapa mjini hapo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 Mkuu wa mkoa huyo wa Tabora amesema kuwa wamelazimika kurudisha nyumbani wanafunzi zaidi ya 130 kidato cha tano na sita. Kila mmoja atakapokuwa akirudi ataripoti kwa mkuu wa mkoa kisha kufuata taratibu zote na kurejea shuleni kuendelea na masomo. Ya pili, hakuna kukanyaga katika shule hii tena, utakanyaga hapa kwa utaratibu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 Haya, nataka nione mmoja mmoja. Ninyi walimu wasimamieni, wasije akachukua mzigo sio wakwaki. Na polisi, tokeni watano watano, mnatoka moja kwa moja stendi, gari utakaoipata uelekeo kwenu, panda haraka kabla ujakamatwa na polisi. Form 5 na form 6 wale ambao bado mitihani hamjamaliza, yamekuwa matukio yakijitokea hapa ya mara kwa mara. Moja, mnajulishwa na mnajua hakuna mwanafunzi anatakiwa kuwa na simu hapa shuleni, lakini tukiwa sachi hata sasa hivi wapo waliona simu. Mnajua hakuna mwanafunzi anatakiwa kutoroka kwenda huko mitaani, lakini hapa wamekuwa wakikamatwa mara kwa mara, na hata wapo ambao tumeruhusu wafanye mtihani wakiwa wanatokea mta, mtaani kwa sababu za nidhamu mbovu, wengine mpaka wanafumaniwa huko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 Kazi mbili tu, ya kwanza unaingia bwenini, unatoka getini hapo mpaka stand. Huo ndio msamaha niliowapa. Nilitaka kila anayemaliza alale polisi pale, wazazi wake wamfuate polisi. Lakini tusiende huko, wale wahalifu wapo pale pa kwa ajili yenu. Na nyinyi form 5 wala msije mkabuguziwa, hakuna atakayewabuguzi hakuna atakayonyoshia kidole na yeyote atakaye kunyoshia kidole, askari hawa wapo hapa kwa ajili hiyo, atalala polisi. Tunaelewana? Tunataka tutunze na tulee vijana walio wema. Mimi ningekuwa kibaka kama hao wanaotaka kuchoma shule, ningekuwa hapa mkoa mkoa. Kwani nyinyi si wanaume kama mimi? Mnafeli wapi watu kwa nini mnaruhusu ujinga huo? Alafu mwalimu mkuu pia mkuu wa shule ni hizi nafsi elimu, mkikuta kama mmekataza hakuna mtu kumiliki shule na simu hapa shuleni, na mkamkuta naye hakuna discussion, arudi kwao akatumie simu. Mkikuta mwanafunzi ametoroka na hatakiwi kutoroka, arudi kwao akaende, aende kutorokea kwao. Hapa kuna wanafunzi wanaotakiwa kusoma na kulala hapa tu Isipokuwa siku maalum ambazo mnawaruhusu kutoka, si ndio? Vinginevyo, mmekuta ametoroka, yupo nje ya jeti, ana simu, simu akatumie kwao, na kutoroka, akatorokee kwao. Hakuna mjadala, hakuna suspension, anaenda anarudi. Fukuza kama wale tuliwafukuza, wakazima waliokuwa na jirekodi picha za uchi. Hakuna mzahai, tunalea majitu majinga, watu waovu, tunalea majambazi. Nikiripoti habari na matukio kutoka shuleni Mirambo iliyopo manispaa ya Tabora. Mimi ni Isaya wa Chamsa TV. Bofya alama ya kengele na bofya neno subscribe. Usikose kufuatilia Chamsa TV kila juma, ili kuweza kupata habari za kimataifa ulimwenguni pamoja na habari za taifa.